bamĩrĩ ĩmwe kuma mwena wa bumbula kaunti-inĩ ya bungoma ĩtigĩtwo na kĩeha thutha wa mwana wao wa kahi wa ũkũrũ waciumia igĩrĩ kũũra na njĩra ĩrĩ na kĩriga kũringana na elizabeth wa fulano no rĩa nä nyina wa mwana ũcio aratũtarĩria atĩ atigire mwana wa ke nyũmba kårĩtarĩki ĩmwe mweri å yå tũrĩ kĩroko akĩhiũka nduka kũgåra iria no agĩcoka ndakorire mwana wake Sasa nilikuja mzee wangu alikuwa ameenda kazi, akatuacha kwa nyumba na mvua ilikuwa inanyesha. Sisi mi nikatoka, nika nikaenda maziwa, sikufunga na kafuli mlango kutoka huko. Nikarudi mtoto hakuna kwa nyumba hasa. Tukatafuta, nikapiga manduru, nikatembea huko, nikaenda kwa, kwa mkasaa nikapiga manduru wa jirani wakakuja, wakatafuta kila mahali hakuna. Nasikia uchungu mi kama mama ya mtoto, naomba serikali itusaidie, tutapatikana kwa wiki mbili sasa. Shemeji ya huyu yendi atu ukuwa tunaongea na yeye, hata bibi yake mkubwa hatu ukuwa tunaongea na yeye. Hasa ni, ni kama tu niao ndio wamefanya kitendo huyu. mtu wenye walipo wali mshika ni mtu wa karibu tu, ni jirani. Hata kuna wenye walimwona, lakini wamewafininia wame, ati usiende kufanya ushahidi. Hii kesi ni mbaya. Mtoto wangu alipotea ilikuwa tarehe moja, Jumamosi. Ilikuwa nimeamka, ilikuwa saa moja, saa moja asubuhi ka nimeamuka kwenda kutafuta kibarua hiyo tu, saa moja na saa moja tu hapo karibu tu na nusu hapo, nikasikia simu ananipikia simu tu, mtoto wangu amepotea. Wa nikafikiri jokes, nikafikiri tu labda tu mama amekuja tu, kuchukua huko tu kumsaidia kumbeba mtoto atarudi tu tena, wakarudia tu kuja tu haraka, mtoto amepotea ndio nikamua sasa, nikakuja kukuja, ndio nilipata watu wako hapa wanaendea kutafuta. Pia mimi nikaanza kutafuta, nikaangalia kwa choo, kuna katafuta paka kwa mahindi, kwa miwa, hakuna hata kwa, paka kwa malazi, naweka kando, hakuna. Ndio sasa nikamua kwenda kuripoti Bumula police station, nilienda kuripoti, nikaandika statement wakala hata, nilipofika hapo Kapata afisa mmoja akaniuliza shida yako nini. Nimi nikamwelezea yenyewe, alinisaidia akanipeleka tu kwa CS direct, tukaongea na CS akaniambia, enda ukuje na mama wa mtoto. Nilifanya hivyo hivyo tu, tukaenda tena kwa CS tu. andika statement OCS akatupatia afisa wawili tukakuja na hapa a afisa wakachokora sehemu sehemu tu kutafuta, pia sisi likuwa tunatafuta tu hivyo. Tena wakasema kama mjirani waume onako tu, atasiniambia mimi, ambia tu mtu yeyote tu, akuja ripoti tu hivyo. Ikabidi tuende mpaka kwa D DCI. Tulipofika kwa DCI, tukaandika statement, kuna mstakio mstakio mlalamishi mmoja tulimshika, walipomshika mshika DCI alimshika muda tu kidogo, tena kamwachilia. Wamboka pale penye huko, nisaidie nisaidie, siyesu wa mtoto nichipeleke, ingilia tu hayo, afisa wote tu police station ya Bumula. Kuna kitu yenye wanafanya. Huyu mtu yenye alipo mshika ni mtu wa karibu tu, ni jirani hata kuna wenye walimuona, lakini amewafinyia ati usiende kufanya ushahidi hii kesi ni mbaya. Nilienda hapo nikaongea tena na TC TC wetu tu, nikamuelezea kama unataka kunisaidia, kuna wenye walimuona ndio walisema tukashika ule si tuende, unisaidie tu watu washike wachielezee. TC alikataa hapana, mwenye anataka kusaidia atafanya nini? Atakusaidia tu. Sasa mimi niko tu hivyo walimwona ilikuwa asubuhi hiyo, wamebeba amebeba mtoto anapita kwa njia hiyo, wakati alikuwa amebeba mtoto kwa staili staili kama hii simu umeibeba hii, alafu amechifunika amechifunika, alafu mwisho, kuna, kuna pikipiki alikuwa amebeba, akaenda kupatia mtu mwingine. Kwa hiyo pikipiki walikuwa watu watatu mama mmoja mama mmoja sasa ndiye alipatia mtoto akakaa mbele. Kuna mbaba mwingine alikuwa hapo katikati. Sasa huyu mtakeni ndiye alikaa nyuma. Sasa mimi nimejaribu kuuliza dizia, so munisaidie tu, hata watu nijue hata kunisaidia, wamekataa kuja kunifanyia ushahidi. Walisema wanaona wako tu hapa karibu, kama watatu wa nne, huyo mwenye wakwao wenye walishika huyo, nilikuwa na bibi yangu. Sasa ni sister yake bibi yangu, o, sasa wa kwanza sister yake wanafuata. Kuna sasa huyo mtaki alioleka hapa, walikuwa wameoleka hapa wote, mimi apa, hapa na ule mwingine hapo, kwa sababu ni hivi ivi tu kukaa, wakasinaata kitu cha kufanya. Hata vile unaniona hivi, hata kukula ni shida sababu ananiita off on. Sasa kitoko kuja kwa DCI kuja kuja kuja, ukifika hapo anakwambia kuja na mtoto, kuja na mtoto. Ukifika tu hey, aya, enda utakuja saa ngapi? Enda utakuja saa ngapi? Sasa hata kukula ni shida, na mimi mtu wa kibarua tu. Sasa ndio naumia kabisa, ndio naomba tu serikali nisaidie, ingilie kwa sababu kwa hii nyumba tunaumia.